Um, safari yangu ilianzia kutoka Mtwara mpaka Mwanza. Kutoka Mtwara mpaka Mwanza nimepita mikoa tisa mpaka huu ambao unaoingia hapa ni wa kumi. Sasa safari yangu ilikuwa ya kilomita elfu mbili na mia tatu mpaka panafika hapa. Um, wakati naipakia hii boti ilikuwa h tu kawaida lakini ilivyopakia kadi inavyozidi kwenda, naona tasira za wananchi wa Tanzania inakuwa ina tofauti kidogo imekuwa, um, ni mshangao mkubwa sana kubeba hii boti boti. Um, wanajiuliza kwa nini natoka Mtwara inabebwa mpaka inafika inafika ndi Mwanza. um, aeza kugundua kwamba serikali imeamua kuibeba kutoka Mtwara, bandari ya Mtwara mpaka mpaka Mwanza ndiko bora zaidi, kwa sababu tushazoea boti ikija itakatokatwa futaja uunga, lakini serikali ikaona kwamba masuala ya kuungaunga, um, sio nzuri kwa so, sababu vitu vya kuungaunga hivyo hivyo kutoka kule. Kuna kuna ndivyo nafurahi sana kwa kwa uitikio wa wananchi kwa mkoa hadi mkoa, ni uko kwa watu na wanakusanyika, kwa sababu tulitangaza kabla ya kusafiri kwamba kuna mzigo utapita maeneo fulani maeneo fulani, kwa hiyo wananchi na watumiaji wa barabara wafahamu kwamba kuna kitu cha ajabu kinapita, kwa hiyo wakataa kuona kwani ani boti tembee barabarani, kitu ambacho hakiwezekani, hawezi kuona, lakini Raphael Logistics wanaweza kusafirisha mzigo hivyo. Tulikuwa tunapita kila mkoa, watu wanakusanyika, wanajaa, wanaona na wanasema ah, i say kweli, tumeona kweli, tumeona tumeona, na wengine wanasema same fani tutaje, same fani tutaje, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uzoefu wa Raphael Logistics wa usafirishaji tumefika. Najisikia faraja sana na najisikia furaha, kitu ambacho sijawahi kufikiria kwamba nita nita trendi sana kwenye mitandao kwamba Hamidu Mshamu anaonekana huko, anaonekana huko media kama hivi, na kuja nyingi nyingi. Sijawahi kufikiria kwa sababu kwa nini mimi, sio msanii, mimi sio sio mtu maarufu hivyo, ni dereva tu wa kawaida kama madereva wengine, tena ni dereva ni wa wa chini, wala sio laba madereva. Sijawahi kufikiria, kwa hiyo kwa uwezo Mwenyezi Mungu, sio kumkatia tamaa Mwenyezi Mungu, anaweza kutenda chochote kile kwa wakati so wote ule Je, hivi sasa hivi nimefurahi sana kuona Tanzania inanifahamu, lakini wakati niko njiani nilikuwa kadi ninavyozidi kuona klipu zinapita mitandaoni nilikuwa na hofu kidogo, kwa sababu um, kikitokea chochote kile cha bahati mbaya mimi naathirika, kampuni yangu naathirika, kwa sababu kwa mfano, mzigo umeanguka angusha mzigo

yangu insuukanangu changamoto kubwa kwa kweli, barabara zetu ani nzuri tunashukuru Mungu, imeunga mikoai mikoa mikoa tisa tumetembea mpaka huu wa wakumi, ni barabara ya kiwango cha rami. Mikoa tisa tunetembea mpaka sasa hivi huu mkoa wa kumi ni barabara ya rami, isipokuwa kuna changamoto ndogo ndogo ambazo miti

Mtwara mpaka tunafika Njombe tulikuwa tunatembea kilomita chache sana, kule ndio kuna mtani sana ya miti na pia waya. Waya ziko chini sana. Kwa ajili ya kuinua waya na sisi, ili mimi nipite. Kwa hiyo TANESCO walijipanga wilaya kwa wilaya. Pia tulipofika Njombe askari nao wakawa wanajipanga vile vile kutupokea. Tulikuwa na, na askari wetu wenyewe wa kutembea nao, lakini kila mkoa akajipanga sasa. Tuna, tunapitisha mzigo na tunapolala tutaulinda. ni <laughs> kitu ambacho mimi sijawahi kuona. Kwa hiyo mimi na polisi wote naondoka, wanakuja askari wa serikali, sio askari, askari wa serikali ndio wanalinda ule mzigo. Kila mkoa anatupokea na tunapolala wanalinda wao. Nilikuwa na hofu kubwa sana kwa sababu unajua nilipo na serikali muone hivyo mm. Tuli, tu, tulisema kwamba mzigo utafika kuanzia siku ishirini na tano mpaka thelathini kwa sababu gani? Ile ni taarifa ya kuwataalifu wananchi, watu ambao wanatumia barabara ile ambayo tukatumia. Sio hivyo basi Tuliweka maximum, kuna dharura geaa kutokea kubwa sana, labda kali kuharibika kama hivi, alafu ukasema labda tutumie siku 25, alafu inazidi siku 30, watu watasema, watastuka, watasema walisema siku 25, mbona tuko 30? Kwao lazima tuweke siku yani kadhaa mbele, ili ku balance muda. Kama utashukuru Mungu, gari hajapata changamoto yote zaidi ya hiyo, na gari limetembea vizuri, uweze amini, kutoka naniu tunatoka Mtwara mpaka tunafika hapa, tumepata pancha moja tu mpaka tunafika japo kwa Mungu, na tunao mafundi. Kuna watu mnaona wako pembeni pembeni, wale ni mafundi. Kwa hiyo tunatokea, yani kama vile magari ya mashinyana vitaweza haraka haraka, ndio jinsi ilivyo. Na ile panche tingo, ndio ndani ya dakika tano tu kwa sababu ya ile gari inajiinua yenyewe, upige jeki, ina booster. Kwa hiyo unafungua tairi, inajiinua yenyewe, unatoa tairi, unaweka tairi nyingine, unaishusha, unaondoka. Ni swani la haraka sana.